Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala ya Jua haki Zako, makala ambayo siku zote bila shaka hukuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Kwenye makala leo, msikilizaji, shabaha yetu inalenga wapi? Inalenga taifa la Kenya. Mjadala mkali bado unaendelea baada ya serikali kudaiwa kuzuia wanafunzi wa shule ya upili ya Butere kuwasilisha mchezo wao wa Echoes of War kwenye ngazi ya kitaifa kwenye mashindano ya kuigiza. Kisa na maana ni kwamba mchezo huu unaikosoa serikali na kwamba uliandikwa na mwanasiasa ambaye alikuwa katibu mkuu wa zamani wa tawala UDA Bwana Cleophas Malala. Karibu kwenye makala ya leo msikilizaji, tujaribu kuangazia na kusawazisha haki ya kujieleza demokrasia, pamoja na usalama wa kitaifa. Jina langu kama ada ni Bwana Benson Wakuli. <tik> Nchini Kenya katika shule ya upili ya wasichana ya Butere, kauli ya wanafunzi kupitia mchezo wa kuigiza Echoes of Doom, yaani mwenge wa vita, imeibua maswali mazito kuhusu uhuru wa kujieleza, demokrasia na usalama wa taifa. Wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere walitumia sana kujieleza lakini kile kilichoanza kama onyesho la sanaa imeibua hisia mseto baada ya madai kwamba serikali iliwazuia wanafunzi hao kuonyesha sanaa hiyo kwenye ngazi ya kitaifa. Tumekuja shule, wanasema tuende stage to perform. What are we perform we. Kwa mujibu wa mwandishi wa mchezo huu katibu mkuu wa zamani wa chama tawala, Cleophas Malala, serikali inaogopa kukosolewa. Young generation, kuna matakwa ambayo wanataka ifanyike Kenya, wanataka good governance, hawataki mambo ya corruption, wanataka healthcare mzuri, e, na wanapigana na wale elderly generation. Wanasema kwamba hawataki kwamba haki zao zinyanyaswe kila wakati. Mimi ni mwandishi wa michezo ya kuigiza mchezo huu wa Echoes of Doom ni mchezo wangu wa themanini na mbili tangu nizaliwe. Imesemekana kwamba hawawezi enda kwenye Nationals kwa sababu mchezo huo ni wa siasa na unaharibia viongozi fulani ajina na hautaruhusiwa kuperform e, e, masuala kama haya, na ilhali ni haki ya wanafunzi kuperform. Leo asubuhi nimeuliza makosa yangu ni nini, hawajaniambia makosa yoyote, na nikaambiwa kwamba nimeachiliwa unconditionally. Mimi ningependa kusema kwamba mtu ambaye ako nyuma ya matendo haya yote, mtu ambaye ako na shida na huu mchezo ni William Samoei Ruto, sababu huyu ni jamaa ambaye anaogopa kuambia ukweli, na mchezo huu rais, ni mchezo ambao utakusaidia wewe, rais wa jamhuri ya Kenya, ni mchezo ambao unakufundisha jinsi vile ya kufanya kazi kwa wengine. Huu ulikuwa ni ujasiri wa kisanaa, lakini kwa baadhi ya viongozi huu ulikuwa uchochezi. Serikali ilichukua hatua kufungia mchezo huo, hatua ambayo imeibua ukosoaji mkali nchini Kenya. Wanasiasa wa tabaka mbalimbali pia wameibuka kukosoa hatua ya serikali kufungia mchezo huo. Mheshimiwa Rais, wanasema Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kuna watu kwa serikali yako, kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tia gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni mwiba wa kujidunga, Mheshimiwa Rais, wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, Read them the riot act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi. Wasifanye ikuwe ngumu zaidi. Jua haki zako na Benson Wakoli. Naam, msikilizaji, kwenye laini ya simu. Basi naungana na, na mtaalam wa masuala ya elimu nchini Kenya, bwana Tom Kim Baraza, ili tu kufafanua na kuweka wazi: je, sanaa na stahili kutumiwa vipi katika ngazi ya shule ya upili nchini Kenya, ukiangalia upande wa wanafunzi na pia yule ambaye aliyoandika e, bwana Cleophas Malala ambaye pia alikuwa ni seneta wa Kakamega, unaweza sema kwamba ulikuwa unaangazia tuseme, moja kwa moja, maswala ambayo yanaikumba serikali yakiwemo uongozi mbaya, ufisadi, ukabila na maswala na afya, yani sha namna imefeli. Waliona kwamba ikiweza kuigizwa mbele ya hadhira kutoka taifa nzima itaweza kuzua malalamishi ama gumzo mtaani, na pili, mchezo wenyewe ulikuwa umejulikana kwamba umekatazwa, na watu wakadukua, wakajua nini kiko ndani yake, ndio labda sasa ikasemekana kwamba eh, labda ikiigizwa mbele ya rais ama viongozi wakuu serikalini italeta fedheha kwa serikali iliyopo, na labda iweze kusambaa pia katika vyombo vya kimataifa na iweze kuangaziwa hapo; hivyo pia wao kuweza kuzuiliwa kutokuwa na hadhira ile kuzuiwa hadhira na pia askari ama vyombo vya dola kuweza kujaa kuzuia watu wasiingie. Natumai hapo pia na tatizo ndio ku, na, na, na mwalimu Tom Kim Baraza, huyu ni mtaalamu wa maswala ya elimu. Je, ni na haki kuwatumia wanafunzi kutuma ujumbe kama huu mzito kwa serikali? Haya mambo yamekwepo, na maanake hata ukiangalia vitabu vya vya fasihi fasihi na pia oral literature, haya maswala ambayo yanaikumba jamii, wajua fasihi ni kio cha jamii, yamekwepo kupitia vitabu mbalimbali, hata haya ambayo yana hapo hivyo, unaona katika kitabu cha kidhaka wa mbele akifo Kisimani yalikuwepo mara nyingi. Utapata labda wanasema kwamba kiwango ama umri wa wanafunzi ingekuwa ni kama wa shule uh, wa vyuo vikuu ama vyuo anuai, ingekuwa bora zaidi, ikilinganishwa na wale ambao wako katika shule za za upili, lakini amekuwa ameigizwa. Ukiona hata kuna michezo kadhaa pia ambayo ameigizwa ambayo inaangazia maswala ama matatizo ambayo yanakumba serikali ambazo zimekwepo kuanzia kitambo, si mara ya kwanza. Na mwalimu Tom Kimbarasa, kwa hivyo tunaweza tunaweza sawazisha hii hali sanaa ndio inatumika na wakati huo pia demokrasia ipo. Tunawezaje sawazisha kati ya sanaa, demokrasia na pengine kile ambacho serikali inalia kwamba haitaki uhuru wa kujieleza kupita kiasi, labda tu kuweza kudhibiti, kuanzia viwango vya chini kwenye sub county hapo, hivyo tuwe na warsha ambazo zinaelekeza wale ambao wanaandika hii mchezo ya kuigiza na kuelekeza waseme kwamba kufikia kiwango fulani ambacho tunaweza igiza mambo fulani, hii iwapo eh, yanaikumba serikali ama yanataka ujumbe fulani za kuisikia serikali waelekeze ni viwango vipi ambavyo vinahitajika na pia waelekezi. Maanake tunaona pia wanasema kwamba yule ambaye anatakana kuelekeza lazima awe amesajiliwa na Tume ya Huduma kwa Walimu. Wao wanatoa yale masharti mwanzoni waweke mambo maruanja mwanzo, isije tu ikatumiwa kwa mtu mmoja ama mhusika mmoja, kwa sababu labda kuna sababu zingine ficha ambazo zina mwandama. Umekuwa mtaalamu wa elimu kwa kipindi kirefu sana, mbona tu shule ya Butere? Shule ya Butere ilijipata katika hali hii pia mwaka elfu mbili na kumi na tatu nafikiri. Mbona shule ya Butere tu ndiyo inayolengwa katika maswala kama haya, na sababu naamini kwamba kuna shule nyingine pia ambazo zimeandika michezo ambayo ina ujumbe mzito. Yule ambaye anaoelekeza ni mwanasiasa, mwanasiasa na ukiona Cleophas Malala hivi karibuni pia, ukiona hajakuwa na na uhusiano mzuri na serikali, kwa hivyo labda kuna mambo ambayo sisi ambayo Wakenya wa kawaida hatuyajui, tunastahili kuyajua. Maanake ukiona hata semi zake, labda mara nyingi zimekuwa zikiingilia serikali ama ikikosoa kwa mambo ambayo inafanyafanya. So labda ililengwa kwa yeye binafsi, e, binafsi na maudhui ambayo pia labda ilipitiwa kwenye ule mchezo, tuseme kama Shackles of Doom, ile ya 2013 na huu mchezo wa Echoes of War. Labda wanaona kwa ina wanaingilia serikali moja kwa moja, ndipo wakaweza kuzuia. Bwana Tom Kim Baraza, je, unahisi kwamba sasa serikali inaingilia uhuru wa kujieleza kupitia ngazi ya chini zaidi? Hauoni kwamba kuna tatizo enzi za usoni? Ndipo nimesema kama wamesema kwamba maanake, nimeona kuna barua kutoka kwenye tume ya huduma kwa walimu ikisema kwamba yule ambaye anaelekeza si mwalimu. Naam, serikali jitokeze, ama tume TSC ijitokeze, alafu iweke yale masharti na iweze kutumika kwa shule zote, isiwe tu ni kwamba eh, kuna baadhi tu waelekezi pekee ndio wanazuiliwa, alafu kuna shule zingine pia zina eh, naajiri watu kutoka nje ambao wanafunza au wanafunzi kuigiza. Bwana Tom, Tom Kimbaraza, ni kushukuru sana bwana kutenga muda na kusema nasi, asante sana. Asante, karibu. Jua haki zako, na Benson Wakoli. Katika taifa la demokrasia, kujieleza ni haki, si zawadi. Kulingana na baadhi ya wanasiasa, kuzuia mchezo huu wa Echoes of Doom ni kurejesha nyuma hatua za demokrasia ambazo taifa la Kenya tayari imezipiga. wetu unazidi kuongezeka kwamba Wasichana wa shule ya upili ya Butere walifanya kilicho sahihi na kutoa taswira kamili ya kile kinachoendelea katika jamii. Walizungumza, walichora taswira halisi ya uhalisia wa mambo wa kile kinachoendelea nchini Kenya, na sasa taifa lina nafasi ya kujifunza kupitia sauti za wasichana hawa wa shule ya upili ya Butere katika kusawazisha haki ya kujieleza, demokrasia na usalama wa taifa, maswali yanabaki: je, tunaogopa sanaa au tunaogopa ukweli uliopo ndani ya sanaa? Ndio tu maswali ya balha msikilizaji na msikilizaji. Basi kwa maswali haya balha, naomba kuhitimisha makala leo ya jua haki zako, ilivyo ada kama ibada. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Hadi makala yajayo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili juma lijalo. Msikilizaji, kwa heri.